Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi inaitwa Mapenzi ni Furaha na Karaha, sehemu ya kumi na nane. Kama endapo utakuwa hujasubscribe chaneli yetu Gusa kitufe chenye alama ya kengele moja kwa moja, utakuwa umejiunga katika familia ya wale ambao wanafuatilia chaneli hii ya Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba, subscribe, like, share, comment, ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa karibu tuianze sehemu yetu ya kumi na nane ya simulizi hii. E, ni kuondoa tu, kwa sababu mtu ataki hasa. Unafikiria utamlazimisha ili aweze kuupenda huo ujauzito wao unaendelea kukaa nao wanini? Kimsingi kama atakuwa wapendi nakakwambia ni kutoa tu, rafiki yangu. Mbona naanza kuniambia mambo ambayo mi si yawezi nianze tena kutoa kiumbe cha Mungu? Unaona, naona hiyo inawezekanaje? <clears throat> Mimi ngoja tu Minajua taukubali, nina mawazo mengi. Karibu nyumbani, minaenda nyumbani <coughs> haya, asante, ntakuja gatu. Lakini rafiki yangu, kaa chini ujifikirie, ukiona namna gani vipi, weni kuondoatu usikutese wakati mtu baba ake hataki hataki kumlea uwo, nabebeshwa kiumbe ambacho mimi. Ndio maana mimi ushawahi kuniona mimi na mtoto hata siku moja, na sitaki kabisa niweze kubeba ujauzito. Nishazuia, ee, nikazuiaga. Siwezi kabisa mimi kukubali nibebe ujauzito, hapana. Onaona hey. Wanaume wana namna jinsi walivyo. Mimi kwanza, mimi hapa mapenzi ni pesa. Kama endapo hauna pesa, manake usimtafute kabisa. Shamiri, Shamiri ni mwanamke mwingine kabisa, yani mwanamke ambaye anapenda sana pesa e. Hey, bora mtu atumie mwili wangu, lakini tayari na mimi nimeshapata chochote kitu siwezi kukubali mi. mm, haya karibu sana nyumbani. asante asante. Hatimaye, baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Shamiri aliondoka kuelekea nyumbani kwake, na hatimaye Loveness naye akaelekea nyumbani kwao. Baada ya kumuona Happiness, Happiness alianza kushangaa <clears throat> akaanza kuzungumza huku akisema, eh, dada, kwa hiyo umekuja umefua, mbona kama vile unaonekana una hasira? ni kitu gani umekutana nacho huko? Si uniambie, hata mi mdogo wako nijue, niambie basi. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, hakutaka hata kuzungumza chochote kile, bali alivyoona, yani, ni kama vile mtu ambaye anaendelea kutiliwa maudhi tu, alinyenyuka moja kwa moja na kuingia ndani na hatimaye akalala. Sarafina akaanza kuzungumza huku akisema, <laughs> umeona mwanangu hepi. Abe mama, hiki ndo ambacho huwa tunakisemaga siku zote. Umemwona dada yako eh? Kwani mama, kapatwa na nini huyu? Mbona anajaribu hata kumhoji, angalau niambie, lakini hataki kuniambia. shida nini? Sikiliza, dada yako ana ujauzito. He! usishangae wakati mimi nawaambia mjitunze na mtakapopata wachumba mnijulishe, hamkutaka kunijulisha wala hamtaki kunihusisha, mnajifanyiafanyia tu. Mi nimewalea kimaadili, lakini nahisi sijui. Hasa kwanza, mimi nashangaa hivi Loveness na akili zake ni wakwenda kuungana pamoja, urafiki na Shamiri. Shamiri mwanamke aliyeshindikana, hivi aliungana Yani kwa kweli wanangu, hapo ndo ambapo mnanitoa kabisa kwenye reli tena, yani nikiwaza na nikiwafikiria eh? ah, ah, ah! Mama sio mimi, si ni huyo huyo Lavu kwani ni mimi? Mimi ni kitu gani ambacho umeshawahi kuniambia mimi nikaacha kukusikiliza? Kwani unaona hadi sasa hivi mimi na mwanaume Hapana, mi nimetulia. Dada na kihelehele chake amekipata hasa. sijatamwambia nani? Mwanangu, acha kumtukana mamba wakati hujavuka mto. Hebu tuulia kilichompata mwenzio na wewe kinaweza kikakukuta. Mimi ambacho ninachokilalamikia ni hapa ambapo baba yenu ameshafariki, alafu nyinyi ndo mmeanza kujiingiza kwenye mambo kama hayo shamiri. Shamiri ndo wakuungana naye urafiki. Sasa naomba unisikilize, Hepi. He? Sikiliza, hmm. Ninataka <coughs> sikiliza vizuri. Ndiyo mama, sikiliza mm, ninataka nifanye mpango niende nikakope kwa stamili pesa, sawa? Alafu nikishazikopa hizo pesa, ila usije ukamwambia, nataka niende nikamnunulie dawa za kutoa mimba, alafu nitamchanganyia kwenye chakula. Sawa. He? Iweje umtolee, yani yaani ujauzito utoe? Mama hivi, unajua naweza ukaingia kwenye dhambi ambayo haya... haukukusudia. Tulia kwanza, tulia. Nilipokuwa ninawaambia kwamba yoyote yule atakayepata mchumba aje kuniambia, nilikuwa na maana sasa yeye hajaja kuniambia Hepi, unategemea baba wa huyo mtoto ni nani? ila mm? Mama, unachokisema kina pointi kama naona vile eh. Kwa hiyo sasa tulia, mimi nikuonyeshe ni kitu gani ambacho nitakachokifanya. Aya, mama na binti yake mtajuana wenyewe. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Happiness alinyenyuka na kutoka kabisa karibu na mama yake, ingawa mama yake alikuwa na uchu wa kuendelea kumwambia mengi zaidi. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti sehemu ya 18 ya simulizi yetu iitwayo Mapenzi ni furaha na karaha imeishia hapa. Kama umependezwa na simulizi zetu, tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wako hadi sehemu ya kumi na tisa ya simulizi hii, ni kuage, niseme kwa heri kwa sasa.